Ndugu wakulima na wadini wetu, walikuwa nitoe rai kwa viongozi wetu wa Amcos ambao baadhi yao iko hapa na waendesha maghala kuwa waadilifu na watalimu, epukeni kabisa kupokea korosho chafu, korosho zenye unyevu mkubwa, au kuchanganya korosho na vitu vingine ambavyo sio korosho. Hii itakusaidia kupata bei kubwa beshinganishi kwa sababu tutakuwa tunauza korosho ambayo ina sifa zinazotakiwa kimataifa. Zaidi ya hayo, ni waombe tuendelee kuangalia unyevu, msipokee korosho chafu, msipokee korosho ambayo haijakuma unyemu, na zile korosho zinazokuja hazijaukauka vizuri. Hakikisheni kwamba wakulima wetu mnawaelekeza vizuri wazianike ili zipungue unyevu zifikie kiwango kinachotakiwa ndipo waweze kuziuza. Napenda kusisitiza kwamba serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote atakayejaribu kuhujumu korosho za mkulima. Tunataka mkulima aliyeleta korosho zake amezichambua vizuri amezikausha vizuri, zibaki kama zilivyo na ziingie sokoni kama zilivyo, ili apate bei inayolingana na kazi ambayo ameisama.